Bila kupoteza muda tulisikie neno la Mungu, tulisikie neno la Mungu kwa ufupi. Lakini jambo moja ambalo nasistiza kila siku, watu wa Mungu, Yesu amekaribia kurudi. Halo, narudi Yesu amekaribia kurudi. Kuna jambo moja ambalo dunia ita experience wakati wowote, hata hivi navyosema tukio moja tu limebaki ni kurudi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tu Mungu nirudie tena, Yesu anarudi. Sikuna watu wananielewa vizuri, Yesu anarudi, tutengeneze maisha yetu. Sisemi kwa sababu uh, ya matukio ambayo yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana, nimekuwa nikisisitiza sana hivi sidivyo? Watu wa Mungu Yesu anarudi, anarudi kwa haraka mno, na haya yote yanayoendelea. Umi ambao unasema Yesu anarudi mwezi wa tisa huyu, mimi nakusisitizia Yesu anarudi. Haya yote unayoyaona ni utambulisho wa kwamba tuko katika nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, watu wanahangaika, kuna watu wameambiwa kwamba kati ya tarehe 20 na 21, Kuanzia leo mpaka hapo ishirini na ngapi, ni uongo mtupu. Saa yoyote hata hivi tulipo hapa, parapanda inaweza ikalia tukaondoka. Kwaachana na uvumilia, kaa katika maisha ya kumngoja Bwana ukiwa na maisha ya utakatifu. Ninaeleweka watu wa Mungu, ninaeleweka watu wa Mungu, ninaeleweka? Kama kuna kitu ambacho utakiwa kukosa ni unyakuo. Nirudie hapo, kama kuna jambo ambalo hautaki kulikosa kwenye maisha ya kwako, wakati wowote itakapotokea, ni unyakuo wa watakatifu. Watu wa Mungu mnanielewa? Watu wa Mungu mnanielewa? Ni muda huu yani, ni muda wa kujikagua yani. Kwa lugha nyingine dakika 90 wale wanaojua mpira, si ndivyo? dakika 90 zimeshaisha. Huu ni muda wa nyongeza ambayo Mungu ameachilia ame, inawezekana ni kwa sababu yangu mimi, anataka nitengeneze inawezekana ni kwa sababu yako, tengeneza maisha yako, nitengeneze maisha yako. Wakati umeisha. Kama bado unadhani kuna wakati wa kucheza na dhambi, ninakusikitikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama bado unajificha unatenda dhambi, unajificha eti kwa, kwa kuogopa mchungaji atakuona asala, sio ya mchungaji, asala ni ya kwako. Tengeneza maisha yako, nitengeneze maisha yako, saa yoyote haya maneno kuna watu watakuja kuyakumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. haya maneno nayo yasema hapo, kuna watu watakuja kukumbuka mchungaji aliwahi sisitiza kwamba Yesu anarudi na itatokea ghafla. Watu wa Mungu, nilieleza siku moja, ni tukio ambalo litatokea ghafla. siku utakaposikia mtoto mchanga wako uliyembeba hayupo na watoto wako wote, acha wale wanaojua mema na mabaya, wadogo wote hawapo ukasikia na kwa jirani anasema wamepotea, basi jua wewe umebaki. Naongea na mtu hapa mm -hmm. Siku utakaposikia kuna upotevu wa watu yani, ukisikia redio siku anasema taarifa ya habari, tunasikitika kutangaza upotevu mkubwa wa watu duniani, watu wamepotea, hawajulikani walipo na hasa waliokuwa wanajiita wameokoka, jua kabisa kimekukuta kitu k siku <laughs> utakaposikia hivyo kimekukuta kitu najua, kuna wengine watakuja makutano kuniangalia, hamta kutafuta goma kwa watu Mungu naongea kama utani, bila hii siku imekaribia mno. Bwana Yesu asifiwe sana. siku wakati nilala, Mungu pia akanikumbusha hili jambo kanikumbushe kwa namna fulani hivi, nikaogopa sana. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu kuna watu watabaki tu kwa sababu hawakusamehe. Alo, kuna watu watabaki tu kwa sababu alimshikilia mtu. Kuna watu tu watabaki kwa sababu usiku alipokuwa analala alisengenya mtu. Mungu akupe kusimama vizuri katika nyakati hizi, na Mungu akubariki. Sema sema amen, amen. Namna unavyoweza kutembea na nguvu za Mungu, imbe wangu ni namna unavyoweza kutembea na nguvu za Mungu katika nyakati hizi za mwisho. Ndiyo nyakati ambazo unatakiwa kutembea sana na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, maana Shetani pia anafanya kazi usiku na mchana kwa nguvu sana ili tukupata wengi wakwenda nao jehanamu. Ninakuombea katika jina la Yesu, usiwe mmoja wapo utakao utakaobaki katika dunia hii baada ya unyakuo. Amen. Namna ya kutembea na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wanatamani kutembea na nguvu za Mungu? Wangapi wanatamani kutembea na nguvu za Mungu? ngekana tamani kutembea na nguvu za Mungu. Na leo tutaachilia hiyo nguvu katika jina la Yesu. Tutaachilia hiyo nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno nguvu ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kigiriki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye Biblia neno nguvu limetafsiriwa kutoka lugha ya Kigiriki. Ah. Linki itwa dunamis, sema dunamis. Kuna huduma Nigeria inaitwa watu dunamis, wanaonaga tu za hapa. Kwa hiyo dunamis maana yake ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uh-huh. Sasa tunaposema nguvu ya Mungu tunaposema nguvu ya Mungu tunamaanisha nini? Ni uwezo wa kipekee wa Mungu kutenda mambo ambayo hayawezekani akiwa ndani ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana, nirudie. Ni uwezo wa Mungu wa kipekee kabisa, au ni uwezo wa kipekee wa Mungu wa kutenda mambo yasiyowezekana ndani ya, ya mwanadamu kwa hiyo nguvu hii mara nyingi inaachiliwa na Mungu mwenyewe ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii sio nguvu ambayo unaingia jimu kuipata. Nirudie. <laughs> Narudia, ni uweza au, ni uwezo wa kipekee wa Mungu wa kutenda mambo ambayo hayawezekani ndani ya mwanadamu au kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mara nyingi hii nguvu sio nguvu ya kawaida kama tuliyoizoea. Ni nguvu ambayo inaweza kusababisha chochote wakati wowote kikatokea pasipo kututiwa na aina yoyote ya mazingira au utendaji wa nguvu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Ni nguvu ambayo inaweza kufanya chochote wakati wowote bila kuzuiliwa na bila kuzuiliwa bila kuzuiliwa na chochote. Maana yake hii ni nguvu ambayo iko juu ya nguvu zingine zote, na mtu ambaye anakuwa na hii nguvu anakuwa sio mtu wa kawaida. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nguvu ya Mungu ni nguvu sio kwa ya kawaida ambayo iko kwa mwanadamu, ambao Mungu ameiachilia ndani ya mtu huyo, ili kumwonyesha mtu sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mara nyingi nguvu ya Mungu huwa inaonekana kwa matokeo ambayo huyu mtu anayafanya. Nirudie tena, nguvu ya Mungu huwa inaonekana kwa matokeo yanayofanywa na mtu ambaye ameibeba hiyo nguvu yani, mtu aliyeibeba nguvu ya Mungu, matokeo yake huwa yanakuwa tofauti na matokeo ya watu wengine. Tuko pamoja, watu wa Mungu? Kwa nini? Kwa sababu hii nguvu ni nguvu ambayo kinaweza kufanya chochote ndani ya mtu ambaye ameibeba hiyo nguvu na kusababisha awe na matokeo ya tofauti. Halo, mtu yoyote ambaye ana nguvu ya Mungu siku zote ana matokeo ya tofauti. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu yeyote anayetembea na nguvu za Mungu siku zote ana matokeo ya tofauti. Hakuna nguvu nyingine inayoweza kumzuia asifanye chochote, kwa sababu aliyo nguvu aliyoibeba ni nguvu ambayo iko juu ya nguvu nyingine zozote. So, tuko pamoja watu wa Mungu. Na mara nyingi nguvu hii huwa inaachiliwa kwa mtu pale anapompokea Yesu kwanza. Tuko pamoja Unapompokea Yesu kwa mara ya kwanza, unapokubali kwamba Yesu aingie ndani yake, automatiki kuna nguvu huwa inaachiliwa ndani yako. Na kwa nini inaachiliwa hii nguvu? Lengo ni kukusaidia a kushinda zile nguvu nyingine ambazo ziko kinyume na ile hali ambayo umeipokea kwa upya. Nirudie. Bwana Yesu atusaidie sana. Ya, unapompokea Yesu pale kwa Bwana na Mwokozi wako, kinachotokea automatiki kuna nguvu ya kimungu inaingia ndani yako, na kazi ya hii nguvu ikisha inapoingia ndani yako ni kukusaidia kushinda yale mambo ambayo yalikuwa yanakushinda kabla au yampa Yesu maisha. Halo ndio maana utaona mtu aliyeokoka kuna dhambi alikuwa eh, kabla hajaokoka, kuna dhambi zilikuwa zinamshinda, lakini baada ya kumpokea Yesu ile dhambi inakuwa haina nguvu. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu iliyoko ndani yake ambayo inaishinda ile dhambi. Tuko pamoja, watu wa Mungu? Wewe ni shahidi. Kuna mwingine hapa dhambi ya kaulevi ilikuwa inamshinda. Tuko pamoja? Tuko pamoja? a naitika u wa, kuna watu walikuwa huwezi kulala bila kupiga kesto like, si ndivyo? si ndivyo? Kuna watu walikuwa huwezi kulala bila kuvuta cha sigara. Kuna siku nilikuwa nafuta mahindi yangu kule shambani huko Karondo, na watu niliwaweka. Unajua, mtu mwenye nguvu ya Mungu anajulikana tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wamekata mahindi, wamekata mahindi wakikata wakiona wanasikia nasema wanasikia ki sema ki. Kwa hiyo wanaenda chemba wanavuta. Sasa nilipofika, yule ambaye ndio kiongozi wao wale vibarua akasema, msivute, msije mkaanguka, huyu ni mchungaji, watu wa Mungu sio? Mnanielewa vizuri. Sasa kinachotufanya tushinde ni nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako. Hii ndo inasababisha zile nguvu nyingine ambazo zote zilikuwa zinakushinda kabla ujampokea Yesu ziondoke na zishindwe, kwa sababu kuna nguvu iliyo ndani yako. Mungu akupe zaidi hiyo nguvu katika jina la Yesu. Na uzuri wa hii nguvu, imeachiliwa kwa watu wote wanaompa Yesu maisha yao wakati wowote. Yani hata wewe hapo, labda kama ujaokoka, lakini ikiwa uliokoka, hii nguvu unayo. Hii nguvu sio kwa wachungaji tu. Hii nguvu sio kwa wazee wa kanisa. Hii nguvu sio kwa praise. Hii nguvu iko kwa kila aliyemkiri Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa Mungu anapoiachilia nguvu hii, lengo ni kukusaidia wewe kushinda ambavyo vilikuwa vinakushinda kabla, kwa sababu kabla ujaokoka, kuna vitu ulikuwa unaweza kupambana vikakushinda, si ndivyo watu wa Mungu? Yaani kuna kama ulikuwa unashindana mwisho wa siku unasikia wasi, yani, nilijitahidi nilijitahidi lakini kwa kweli. Eh? Unasikia nini? Kwa kweli yani nilijitahidi. Yani, baba nilijitahidi. Jitahidi, jitahidi, jitahidi, yani baba, mwisho wa siku nikajikuta ah, nimekunywa kidogo. Sasa unapompa Yesu maisha yako, anaachilia ile nguvu kwa sababu hakuna nguvu iliyo juu ya nguvu ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Tumejikuta ile kiu imekatika, yale mambo yameanza kuondoka. Iye, kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu iliyo zaidi ya nguvu ambayo iko chini ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nguvu ya Mungu ni nguvu ambayo inaachiliwa ndani ya mtu, lengo ni kumsaidia huyu mtu, lengo ni kumvusha huyu mtu mahali alikuwa avuki. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa Ndiyo maana Yesu katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura kwa, eh, ya kwanza mstari wa nane anawaambia wanafunzi wake, anawambia hivi nanyi mtapokea nini? Mtapokea nguvu. Ah, aliwambia msitoke hapa mmepokea nguvu. Kwa nini aliongea vile? siku zote alipokuwa nao alikuwa anawajua, walikuwa anashinda kwa sababu yuko pale. Sasa anaondoka, wanabaki wenyewe, kwa hiyo inabidi wapokee nguvu itakayowashindia wanapokutana na changamoto. Bwana Yesu atasaidia sana. Sasa, mara nyingi Hii nguvu huwa inatenda kazi na watu wanaomwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi nguvu huwa inatenda kazi kwa watu wanaomwamini Mungu. Sasa tutaenda kuona namna ya kutembea na hiyo nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama muda utaturuhusu, tutaona na faida za kuwa na hiyo nguvu. Sasa tuanze namna ya kutembea na hizo nguvu. Nawezaje kutembea na hizo nguvu? Okay, nimeokoka. Unajua kuokoka ni hatua ya kwanza, kwa Bwana yesu asifiwe sana. kuokoka ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni wewe kuanza kumtaka Mungu na nguvu zake, kutukwa pamoja, watu wa Mungu, yaani kuendelea kumchochea kile ambacho Mungu amekiachilia. Unajua unaweza ukanunua simu, sivyo, watu wa Mungu? Ukanunua simu ikiwa full charge haimaanishi ile chaji ulionayo itaendelea kuwepo. Inatakiwa kila wakati inapotaka kuzima unafanyaje? Si ndivyo watu wa Mungu? Ndio maana wanakuuzia na nini. Achana na zile wanazo azawako washikani. Narudia, ndio maana wanakuuzia na nini, lengo ni kwamba ili unapoona kuna mabadiliko kwenye ile simu uendelee kuifanya iwe na moto ndivyo ambavyo inatakiwa mtu wa Mungu aliokoka. Unapotoka usiishie tu kwenye hatua ile, inabidi uendelee kuchochea ile nguvu iendelee kuwa ndani yako na zaidi na zaidi, yaani mtu wa Mungu aliokoka anatakiwa kuwa furu wakati wote kwa nguvu za Mungu, hapo ndipo utakaposhinda. Unajua kwa nini? Unajua, unajua ni kwa nini kwa, kwa wakati mwingine unashindwa kusamehe eh? Ni kwa sababu

au ni msote eh, eh, eh, ni kwa sababu nguvu ulio nayo ndani yako haujaifanya iwe furu kuzidi nguvu nyingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa namna ya kwanza unaweza kutembea na nguvu za Mungu kitu cha kwanza unachoweza kufanya, twende sasa haraka haraka hapo, namna ya kwanza ni kuja, kujawa na roho Mtakatifu. Bwana Yesu asiwe sana, kujazwa na roho Mtakatifu Yesu wakati anaondoka anawambia, nami nitamuomba baba awape msaidizi. Huyo msaidizi ndio roho wa kweli, ambaye atakaa ndani yenu. Ulimwengu hautamtambua, ila nyie mtamtambua kwa sababu anakaa wapi? Ndani yenu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa ukijazwa na roho mtakatifu, automatiki umejazwa nguvu za Mungu kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa unapojazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, au matiki unajawa na nguvu za Mungu. Sasa unapojawa na nguvu za Mungu, maana yake ni vigumu kushindwa na nguvu zingine. Halo, taka sana kujawa nguvu Roho Mtakatifu, taka sana kujawa Roho Mtakatifu, taka sana kufurika gaoli kuwepo Jumatano tulichokifanya hapa ambapo alikuwepo, unaona Mungu alivyotuhudumia. Si umpigie Yesu we, unayekujaga Jumatano na Ijumaa, iyumaa muulize mwenzako, wewe unakuaga wapi? Ikiwa unachapa mwambie, ambiet mwambie, mwambie kama kama, mwambie kama sio muhimu, njoo kanisani. Ikiwa hakuna mazingira ambayo yanakubana, mwambie njoo kanisani. Arapo, mpigie Yesu makofi namna Ko, ya kutembea na, na, na na, ni kwa kujawa nguvu za Roho Mtakatifu. Huwezi kuwa jasiri kwenye dunia hii bila Roho Mtakatifu, huwezi kushinda bila Roho Mtakatifu kwa sababu ndiye anayetenda kazi sasa katika nyakati hizi. Yani Yesu alipoondoka aliacha sasa nafasi ya Roho Mtakatifu kuanza kuwahudumia au kutenda kazi ndani ya watu. Kwao ni muhimu kutaka sana kujawa Roho Mtakatifu. Hii itakufanya uwe mtu ambaye unatembea na nguvu ya uungu. Mtu yoyote anayetembea na nguvu za Mungu ni vigumu sana pepo kumshinda. Halo, unajua Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako anakupa maelekezo eh? unajua Roho Mtakatifu anaweza akakwambia kabisa, leo usiende kazini zeu, kwa sababu wewe unatamani kuchapa na hauna nguvu zake. Na sasa hivi ni mimi? Au hujawahi sikia sauti kwamba leo usitoke ikawa ni siku ya kikoba ukaanza kupambana sasa, mi, mi, na leo ndio wanagawa, inawezekana kuna hela zikabaki, niende nisiende kwa, unaanza kupambana nis niende nisiende kwa sababu haujajao unasikia nenda, halafu unafika kule unasikia zimebaki, anataka kukopa, halafu ukisha kopa mazingira yazileela kupotea hauelewi na nahelewa. Watu wa Mungu, yanabaki majuto, lakini Roho Mtakatifu anakuambia usifanyaje, usipoke, kwa sababu yeye anaweza kuyachunguza mpaka mafungo yaliyofichika. Bwana Yesu atusaidie sana, hata kujawa nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakupa maelekezo, nguvu yake itakupa kushinda. Kuna vingine vinakushinda kwa sababu hauna hiyo nguvu. Asubuhi leo, Bwana akupe kujaa katika jina la Yesu. Narudia, Bwana akupe kujaa katika jina la Yesu, tena ujae kiasi cha kumwagika. Kama unapokea shema, enanitoe kwako kwa kwa, katika jina la Yesu kupe kujaa zaidi ya kawaida. Unapojaa hizi nguvu, sikiliza, wakina Petro walipojaa hizo nguvu ha, walikuwa hawawezi kuhubiri kwa ujasiri, walikuwa hawawezi kushinda, lakini siku hiyo waliubili, na Biblia anasema aliotoka watu kama elfu tatu. Kumbe unaweza kujawa nguvu na ukauza kuliko kawaida. Ngoja niamie huku. Oh, unaweza kujawa nguvu na ukawa na matokeo kuliko kawaida. Unaweza kujawa nguvu na ukafanikiwa kuliko kawaida. Unaweza kujawa nguvu na ukawa na ushindi wa siku hiyo kuliko kawaida. Nini jaa nguvu ya Mungu kaka sana, kujaa nguvu za Roho Mtakatifu kama jamaa ya, yaani siku moja walipojaa zile nguvu, watu elfu tatu. Sikiliza, kuna kitu kinaweza kutokea ukiwa na nguvu kikabadilisha maisha yako kabisa kabisa kabisa. Yaani inaweza ikawa siku hiyo ume umetoka kama bwana, leo nimefulika, Jumatatu yangu haitakuwa ya kawaida, na ukaona matokeo. Ninamwombea mtu mmoja, hiyo neema ikawe kwake katika jina la Yesu. Baada ya kujaa nguvu, Bwana akupe kuinuka katika jina la Yesu. Bwana akupe viwango vipya katika so jina la Yesu. Bwana akupe hatua mpya ambazo hazijawahi tokea. Je, nguvu za Roho Mtakatifu ya nguvu za Roho Mtakatifu, makwazo hayatakuja kwenye biashara yako, so makwazo kazini kwako, wanakuharibia si kwa sababu wanajua kabisa nguvu hauna, una leo, mpaka bosi unamjibu vibaya, niache na ache nawe, wale ambao siku moja, pombe sio chai ambayo unaweza ukapunguza sukari au ukaongeza

aliyejawa na nguvu za Roho Mtakatifu hawezi kuwa na vikwazo ovyo ovyo, hawezi kuwa na hasira ovyo ovyo, hawezi kuwa na hasara ovyo ovyo, hawezi kuwa na nunguniko ovyo ovyo. Jawa nguvu za Roho Mtakatifu, utatembea katika kiwango cha kicha cha juu na juu na juu, na hiyo neema iwe kwako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jaa mpaka kila siku kujaa tena katika nyakati hizi za mwisho, nilisema Ijumaa ambapo <coughs> dunia imechanganyikiwa watu wamechanganyikiwa, hakuna mwenye majibu. Usiingie wewe, usichanganyikiwe, ila ujao wewe na nguvu za Roho Mtakatifu uwape majibu waliochanganyikiwa. Sasa hii dunia imechanganyikiwa, watu wamechanganyikiwa na wamechanganyikana pia, hamna majibu. Waliookoka ambao hawana msimamo, naauambia Nimeomba sana njoko, akamwambia sasa tujaribu na huko changanyike <laughs> Yesu atakemea majibu yatoke kwa walio jaa nguvu za Roho Mtakatifu, ila kwa sababu watu ni wazembe, hawataki kuja huko na wamekosa majibu. Anamwambia vipi Yesu unaonaje? je sana, wewe unaonaje? Nimeomba sana. <gibu>, Mimi mwenyewe kwa kutafuta kumwambia kwamba nimeomba sana. Kwa hiyo tutafute, njia nyingine, kuna mganga mtendo. Lakini ungejawa nguvu za Roho Mtakatifu ungekuwa na majibu kwenye familia yako.